Na karibu katika mjadala wa leo, kama nilivyokudokezea awali ni kwamba leo tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ni kwamba sakata hii ambayo ina mulika Jamhuri hiyo ya wa Kidemokrasia baada ya hukumu ya kifo ya rais wa zamani Joseph Kabila. Ni kueleza kwamba mahakama ya kijeshi mjini Kinshasa imemkuta na hatia ya makosa makubwa ikiwemo uhaini, uhalifu wa kivita na pia kushirikiana na waasi wa M23. Hii ni hukumu ya kihistoria dhidi ya kiongozi aliyewahi kutawala kwa karibu miongo miwili nchi hiyo. Lakini kuna maswali makubwa ambayo yameibuka. Ni haki au sio? Haki ni haki ama ni siasa? Ni hukumu halali ya kisheria ama mbinu tu ya kumtoa mpinzani mkubwa wa rais wa sasa? Na hii inamaanisha nini pia kwa mustakabali wa amani na utulivu katika eneo la maziwa makuu? Leo basi, pamoja nami studioni ni mwenzangu Sale Mwana Milongo, ambaye pia ni mtaalam wetu wa maswala ya Kongo, na kwenye simu tutakuwa naye Ali Mali, mchambuzi wa siasa za kanda ya maziwa makuu, tukichambua kwa kina athari za kisiasa, kijamii na kiusalama za uamuzi huu. Milongo, mambo vipi? Ni poa kabisa. Alimali, sijui unanipata kwa njia ya simu? Nakupata vizuri kabisa, shukran na karibuni katika mjadala wa leo. Labda nitaanza na wewe Sali, hukumu hii ya kifo kwa Joseph Kabila ni uhalisia wa haki kutendeka au ni siasa tu za kulipiza kisasi dhidi ya mpinzani mkubwa wa Tshisekedi? Asante sana tatu. Kwanza ni kusema kwamba uamuzi huu ulitegemewa na haujawasangaza wengi nchini Kongo. Ukiangalia kilichoendelea toka uasi wa M23 kuanza huko mashariki, kulikuwa na hukumu ama adhabu ya kifo dhidi ya Corneille Nangaa ambaye ni kiongozi wa kundi la waasi hao wa AFC M23, pamoja na maafisa wengine 25 wa, watano wa, wa, wa, wa kundi hilo. Kwa hiyo tukigusia uamuzi uh, uh, wa jana ambao tuliufuatilia kwa kwa umakini majaji ji wamezungumzia kuhusu ushahidi uliotolewa na mojawapo ya washirika wa uh, Corne Nanga ambaye pia ni, ni, ni mfungwa alihukumiwa adhabu ya kifo, anaitwa Eric Nkuba, ambaye alisema kwamba alimsikia Nanga akizungumza kwa simu na Kabila kuhusu njama ya kupindua uh, uh, serikali ya, ya Tshisekedi uh -huh. Majaji pia wamesema kwamba uh, Kabila, ziara yake mwenyewe kwenda huko mashariki mwa Kongo katika mji wa Goma ambao uli, uli, uli, uli, uli na waasi mm -hmm. Ni hatua inayoonyesha kwamba yeye yeah, amekuwa akishirikiana nao, na ushahidi mwingine wamesema kwamba katika eh, eh, mahojiano yake na gazeti la Afrika ya Kusini la Sunday Times, eh, mw mapema mwaka huu kusema kwamba vita vinavyoendeshwa na waasi wa M23 mm -hmm. Ni katika eh, jukumu la kumalizisha udikteta nchini Kongo. Kwa hiyo majaji wamezungumzia hayo lakini ni haki au si haki? Kwa hiyo ni swala ambalo hadi leo limezusha mjadala mkubwa sana nchini Kongo, ambao wengi wamesema kwamba ni kesi ya kisiasa Ali. tumemsikia Sale akitaja baadhi ya ushahidi ambao majaji walitumia kuweza kumshirikisha Kabila na kundi hili la m ishirini na tatu. sababu hizo zinatosha kwamba kuthibitisha madai haya ya kwamba kweli huyu ni mshirika ama ni simulizi tu za kisiasa hizo? Kwa kweli sababu zimetajwa ni sababu ambazo hazilingani sawa na uzito wa hukumu ambayo imetolewa, licha ya kuwa eh, hali halisi inaweza kuwa kweli kwamba baada ya bwana Kabila na bwana Tshisekedi kutofautiana kwa sababu tukianzia mwanzo kabisa samahani, kwa sababu eh, unafahamu kwamba kitu ambacho kibaya bwana Kabila anaweza kuwa alifanye au alifanyia kongomani ni kuiba kura za kongomani na kumkabidhi bwana Tshisekedi madaraka kwa masikilizano au kwa maelewano wao wenyewe. Kwa hiyo ugomvi huu ni matokeo ya tofauti zao ambazo zimetokea na bwana Tshisekedi, hamtaki kabisa kumuona kabila na kumuona kama leo ni adui, na bwana kabila anasema e, wewe huwezi kuwa adui yangu kwa sababu mimi ndio nimekuweka hapo kwa kuiba au kwa kudhulumu kura za haki za Wakongomani. Kwa hiyo na mimi lazima e, nitajilipiza. Kwa hiyo hili linawezekana kuwa sababu ni watu hawa wawili kuto kuelewana katika kuendelea na yale ambayo waliokubaliana, lakini kwa kweli kama sheria eh, Kongo haina sheria eh, haina historia ya sheria nzito kiasi hichi kiasi kwamba eh, cha kumhukumu aliyokuwa rais. Kwa hiyo bado inaonekana ni mchezo wa kisiasa ambao umebebeshwa sura ya kisheria. Sasa tukitilia maanani kwamba M23 tayari imechukua maeneo makubwa ya mashariki mwa Kongo, hukumu hii inaweza kuongeza au kupunguza uungwaji mkono kwao miongoni mwa wakazi wa eneo hilo? Bado nikisalia kwako kwa, halimali kwa, kwa kweli hukumu hii inaweza kuwa labda ni ni alama au tishio kwa labda kwa viongozi wengine au kwa kongomano wengine ambao wako katika viongozi, wanaweza kujiunga kiwaziwazi na M23 na wakazidi kuipa nguvu. Hilo linawezekana kama hukumu hiyo ni tishio e, lakini pia bwana Tshisekedi anasahau kama bwana Kabila kaitawala Kongo kwa, kwa kwa miongo miwili takriban na, na, ana nguvu katika jeshi na hata wakongomani wengi wamo ndani ya Kongo bado wanamuunga mkono. Kwa hiyo mi nadhani kumhukumu bwana Tshisekedi kumhukumu bwana Kabila hukumu ya kifo kwa maana tu kwamba anashirikiana na M23, na huku wewe bwana Tshisekedi huyu serikali yako inafanya mazungumzo ya maelewano na kundi hilo hilo la M23, kwa hiyo eh, ni ni hali ambayo itawachanganya hata Kongomani wenyewe. Mazungumzo ya amani yataendelea vipi kwenye hali kama hii? Na ikiwa ni kweli bwana Kabila eh, anajihisi yeye ni mmoja katika viongozi wa M ishirini na tatu na M ishirini na tatu wakamkubali, basi hukumu hii hii pia itazidisha eh, hasira na vurugu kiasi kwamba eh, serikali ya Kongo tunavyoifahamu, inaweza kwa kweli kufikiwa hadi kuondolewa, au na maeneo mengine zaidi yakaweza yakatekwa, na nchi kawa imegawanyika mara mbili, eh, upinzani wa uasi na upande mwingine serikali. Hii ni hatari ambayo inaweza kuwafikia wakongomani kwa hali yoyote, au kwa siku yoyote mbali naye kuhusishwa na m e ishirini na tatu milongo, unadhani uhusiano wa Kabila na nchi jirani kama vile Rwanda na hata Afrika Kusini alikokimbilia unaweza kubadilika baada ya hukumu hii? E, bila shaka kwa sababu ni inategemea uhusiano wa kisheria ambao unaweza kuwepo. Bila shaka hatua itakayofuata hapa ni mwendesha mashtaka mkuu wa kijeshi Kongo kutoa waranti wa kukamatwa kwa Kabila yani kukamatwa kimataifa kwa sababu tayari majaji jana walisema kwamba lazima akamatwe haraka na hukumu hiyo itekelezwe. Na hapo sasa itategemea baadhi ya nchi nchi, mfano uh, Tanzania na Zambia uh, pia uh, Burundi zimekuwa na uhusiano wa karibu na serikali ya hivi sasa mjini Kinshasa. Ikumbukwe kwamba Tanzania iliwahi kuwakamata ama, kumkamata huyo Eric Nkuba, ambayo ndiyo shahidi muhimu, ambayo alisababisha kesi hii. Kabila alikamatwa Tanzania mwaka elfu mbili ishirini na nne na kuletwa Kongo ambako uh, ame, alifunguliwa kesi kwamba anashirikiana na, na waasi wa M23. Na Kabila lazima awe makini katika uh, uh, hali hii, kwa sababu hayuko Kongo na katika nchi hizo za Afrika Mashariki na uh, kusini mwa Afrika, mojawapo ambayo imekuwa na uhusiano wa karibu na Tshisekedi pia ni Afrika ya Kusini, anaweza kukamatwa na, ku, na, na, na kuletwa Kongo, lakini kulingana na, ba, na, na, na, na, na baadhi ya taarifa zilizotolewa ni mfano wa uh, gazeti hilo la uh, Ufaransa la Africa Intelligence limesema kwamba uh, marais wa nchi za kusini mwa Afrika SADC walikuwa wanafanya shinikizo kwa Tshisekedi ili wasifikie hatua ya leo, yaani ya hukumu dhidi ya Kabila, ama kesi hiyo iachiliwe mbali, lakini kesi iliendelea na hukumu imetolewa. Maoni yako alimali kuhusiana na hilo? Aa, kwa kweli mimi nadhani bwana Tshisekedi amejiweka kwenye hali ngumu, kiasi kwamba bwana Kabila muda wote aliotawala alijengea uhusiano mzuri sana na hawa watu, na kile ambacho alichokifanya ni historia katika Kongo, kwa mara kwanza ya kwanza kuweza kukabidhi madaraka kwa njia ya kidemokrasia licha ya kuwa kulikuwa e, uwizi wa kura. Lakini hili pia litamfanya bwana Tshisekedi aonekane kama yeye sasa anakuwa dikteta zaidi ya madikteta, na hili ambalo limemkuta Kabila nafikiria, na yeye pia mwisho ni madaraka linaweza likamfikia eh, hili hili, na akajutia hukumu hii, kwa sababu ina sura zaidi ya kisiasa zaidi ya kuwa eh, ya kuleta sura ya kisheria. Kwa kweli, Kongo inaingia kwenye hali ambayo eh, itakuwa mpya kabisa ya uhusiano ambao unaweza kuvurugika kati ya uhusiano wa kidiplomasia pia, na hali ya ndani ya nchi pia inaweza ikabadilika na ikawa mbaya zaidi. Uh, Mwanamilongo, Kabila bado ana wafasi wengi ndani ya uh vyama na pia jeshi. Unadhani kuna hatari ya kuzuka kwa vurugu au hata jaribio la mapinduzi kufuatia uamuzi huo? Ni jambo gumu kujibu moja kwa moja, lakini viashiria ni vingi. Toka watengane Tshisekedi na Kabila mwaka elfu mbili ishirini hadi kufikia sasa, kumekuwa na hali kama ya kiwewe kila siku kwa Tshisekedi. Hata kumwandama Kabila ni katika huo uoga na hofu kwamba kila siku ama wakati wowote kunaweza kukatokea jambo baya, kwa sababu kumekuwa na kamatakamata na kamata hizo za watu wa karibu wa Kabila, kufungwa kwa chama cha Kabila na hata maafisa wa jeshi ambao wameaminika kwamba ni watu wa karibu wa Kabila, wakiwemo zaidi ya majenerali thelathini wako gerezani. Ijapokuwa serikali imesema kwamba ni katika uh, utendaji kazi wao ndio wamekamatwa, lakini wengi wanahusisha ukamata kwao na uhusiano wao na Kabila. Kwa hiyo kila kitu kinaweza ikatokea na Kabila bado hajatoa kauli ya mwisho katika mm-hmm hili na ni siasa, ni uzito sasa. Wamekuwa wamepimana nguvu, lakini hadi kufikia sasa toka mwaka elfu mbili ishirini Tshisekedi alionekana kwamba bado anashikilia uongozi na amekuwa akimbana e, Kabila hadi kufikia hatua hii ya mwisho ya kumhukumu, kumhukumu, kifo. Labda tukimulikia miungano ya, ya kikanda uh, nchi jirani na jumuiya za kimataifa zinaweza kuchukua msimamo gani kuhusu hukumu hii hasa ikizingatiwa jukumu lao katika mzozo wa Kongo? alimali kwa kweli hukumu ndiyo imeshatolewa e, kama alivyozungumza ndugu yangu Bwana Salehe wa milongo nchi za kusini mwa Afrika zimeweza kufanya kumkinaisha bwana Tshisekedi ili uamuzi huu usifikiwe. Kitu kile ambacho kimemfanya bwana Tshisekedi asiwezi ku, kuelewa hicho kitu na akaendelea moja kwa moja na kukaidi ushauri wa wenzake na kuweza kufikia hatua hiyo ni kwamba, wazi anaelewa faida ya hukumu hiyo na faida nyingine, na faida ambayo tukiitathmini, tuki sana ni kujidhatiti madarakani. Bwana Tshisekedi hana dalili ya kuacha madaraka kwa hiyo anaondoa vikwazo vyote vipingamizi vyote ambavyo vinaweza kumziwia yeye kujidhatiti madarakani bila kuheshimu muhula. Kwa hiyo nchi za, za, za, za, za jirani zote nadhani kwamba e, zinaitizama hali ya Kongo kwamba e, ni hali ya mtu ambaye amekaidika na hakubali ushauri kwa haraka, kwa sababu bwana e, Tshisekedi siyo tu haya ya bwana Kabila ndiyo e, yanamwonyesha dhahiri kwamba ni mwenda peke, ni mambo mengi ambayo anaamua haya yanakwenda ya kinyume na, na, na, na ushirikiano wa kikanda. Kwa hiyo nadhani ni nchi ambayo eh, itapewa mkono na it, it, itapewa kisogo na kutizama lile ambalo linaweza likatokea Kongo, na hiyo nitakuwa nchi itakuwa hali ya hatari sana kwa Kongo kukosa eh, usaidizi na ushirika wa nchi jirani na ambayo zinaipa mipaka na ambazo upande mwingine ndizo Kongo napiga kelele kwamba ujirani mbaya ndiyo unaidhuru Kongo, hasa upande wa mashariki. Sale, kwa kifupi, maana muda umetupa kisogo, hili linamaanisha nini kwa mustakabali wa siasa za Kongo? Ni kujimarisha kwa Tshisekedi ama ndo mwanzo wa mzozo mpya? Bila shaka tatu inabadilisha kabisa mwelekeo wa siasa diplomasia na usalama wa Kongo, na Kabila na Tshisekedi wanakabiliwa na nyakati za kutokuwa na uhakika wote wawili. Alimali hali ni hiyo aliyozungumza, mm. ndugu yangu. Kongo inaingia ya kwenye hali mpya ambayo ya sintofahamu, kila mtu anasubiri kile ambacho kitatokea, kwa kutegemea kwamba kitakuwa ni kibaya zaidi ya kutegemea kuwa kizuri.